Kwa muda mwingine pia hizi kauli za viongozi wetu hawa. Kuna baadhi ya kauli tunaona kabisa yani ukikaa unajua kabisa kwamba hapa hivi hii kweli au hivi si alikuwa muhadhiri huyu? Hivi ndio hiki kule chuo kikuu kiku, ilikwaje? Unaona kabisa kwamba hapa hii hii hii short. Hili tatizo hili. Lakini yupo tu. Yupo tu. Basi watu wamekaa kimya, mambo yameshatokea. Wanakwambia kukaa kimya pia ni busara, si ndiyo? Kuna mambo akishatokea unabidi ukae kimya ili kurudisha imani ya taifa bora. Tunasema basi tumteue msemaji awe mmoja, msemaji awe mtu fulani. Sasa kila mtu akasema, akasema, akasema, tunarudi pale pale pia ni, ni, ni tatizo. Kiufupi tu kwamba haya juzi, sisi kuna wadau tumeona kabisa yana tabu. En, en, unajua siku zote usimshambulie mtu katika imani yake, utatengeneza kitu kikubwa sana, kwa sababu tambua, leo ana wafuasi wa watu kiongozi wa umma, utakapotandika hadharani unawagawanya watu. Imani ni kitu kikubwa sana, hata watu ambao wapo wapo katika nafasi za umma. Manake wapo watu ambao wanakwenda kuungana kwa maskofu, watu wapo ambao wakikwaza mateso yao wanakwenda kwa mashehe, iko hivyo.